Jeshi la Kujenga Taifa JKT limetoa onyo kwa wale wote waliobainika na watakaobainika kughushi cheti cha mafunzo ya jeshi hilo kwa matumizi ya aina yoyote, na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa juu ya watu hao. Kauli hiyo inakuja kufuatia siku za hivi karibuni jeshi hilo la Kujenga Taifa JKT kubaini uwepo wa vyeti feki vilivyotumika na baadhi ya vijana ambao sio waaminifu ili kujipatia ajira katika taasisi na makampuni yanayohitaji watendaji waliopitia mafunzo ya JKT. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za makao makuu ya JKT wilayani Chamwino mkoani Dodoma, kaimu mkuu wa tawi la utawala JKT Kanali Juma Mrai amesema kuwa jeshi hilo limekuwa likitoa vyeti kwa vijana waliohitimu mafunzo na kukizi vigezo vya mafunzo hayo, na kuongeza kuwa taarifa kwa umma: hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi ya watu wote wanaoghushi cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Jeshi la Kujenga Taifa linaendelea kutekeleza majukumu yake ya malezi ya vijana, uzalishaji mali na ulinzi tangu kuasisiwa kwake tarehe kumi Julai 1963. Katika jukumu la malezi ya vijana Jeshi la Kujenga Taifa linaendesha mafunzo kwa kundi la lazima, yaani mujibu wa sheria, na kundi la kujitolea ambapo, kundi la lazima, vijana hufanya mafunzo kwa muda wa miezi mitatu, na kundi la kujitolea, vijana hufanya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa muda wa miaka miwili. Katika mafunzo hayo vijana hujengewa uzalendo na kufundishwa nidhamu, ukakamavu, stadi za kazi, umoja wa kitaifa na stadi za maisha ili kuweza kulijenga na kulitumikia taifa lao. Mafunzo hayo yanaendeshwa kwa kuzingatia mila na desturi na tamaduni za Kitanzania kwa kufuata silabi ya mafunzo na miongozo ya malezi ya vijana inayotolewa na makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Vijana hao baada ya kumaliza mkataba wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kundi la lazima, yaani mujibu wa sheria na kundi la kujitolea, hupewa cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Cheti hicho hutolewa na makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa vijana wote waliohitimu mafunzo na kukidhi vigezo vya mafunzo hayo. Vyeti hivyo vimekuwa vikitumiwa na baadhi ya vijana kupata ajira katika taasisi za serikali, zisizo za kiserikali na makampuni mbalimbali yanayohitaji kigezo cha kijana aliyepitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sifa muhimu kupata nafasi ya ajira sehemu hizo. Hivi karibuni Jeshi la Kujenga Taifa limebaini uwepo wa vyeti vya kughushi vilivyotumiwa na baadhi ya vijana ambao sio waaminifu ili kujipatia ajira katika taasisi na makampuni yanayohitaji watendaji waliopitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Jeshi la Kujenga Taifa linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa wale wote waliobainika na watakaobainika kughushi cheti cha Jeshi la Kujenga Taifa kwa matumizi yoyote yale, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Jeshi la Kujenga Taifa lipo tayari kutoa ushirikiano kwa taasisi na makampuni yote yanayohitaji uhakiki wa vyeti vya Jeshi la Kujenga Taifa kwa watumishi wao waliopitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Aidha, Jeshi la Kujenga Taifa linaendelea kusisitiza kuwa nafasi za kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa zinatolewa kila mwaka kwa vijana wote wa Kitanzania wenye sifa, ili wamalizapo mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa waweze kupata cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kiuhalali. Pia Jeshi la Kujenga Taifa linawakumbusha wananchi kuwa nafasi hizo zinatolewa kwa kutangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii hapa nchini. Hivyo wananchi waepuke kutapeliwa kwa namna yoyote ile, ikiwemo kutumiwa ujumbe mfupi wa maneno katika simu zao, kupigiwa simu na kutakiwa kutoa kiasi fulani cha fedha ili kupata nafasi hizo. Endapo mwananchi utapokea ujumbe wa namna hiyo, jeshi la kujenga taifa linakuomba kutoa taarifa haraka katika kambi yoyote ya jeshi au kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe ili wahusika waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Eh, waandishi wa habari tulichowaitia ndio hicho, kutoa taarifa kwa umma. Kumekuwa na vitendo vya vijana kughushi vyeti vya jeshi la kujenga taifa wanapotafuta ajira zao. Kimsingi tunapozungumzia hao waghushaji wa wanaoghushi, tunaongelea watu wawili tunamwongelea kijana au mtu anayeenda kughushi cheti na yule mzalishaji, maana yeye kama yeye hawezi na maana, kuna stationary, ndio tunazungumzia watu kama wao. Kwa hiyo ujumbe wetu pia ufike kwa watu wa stationary, wasijihusishe na hivi, ni vitendo vya kijinai. Atakapokamatwa atachukuliwa sheria kwa mjibu, mujibu atachukuliwa sheria, hatua za kisheria inini. Kwa hiyo Nataka tu ujumbe ufike kwa watu wote, vijana au familia zao, wazazi na hizi taasisi zingine hizi, hasa za za kibiashara, hasa watu wa stationaries. Kwa hiyo ujumbe wetu ndio huo. Ndugu mwandishi wa habari, nakushukuru sana. Ndugu mwandishi wa habari, ni kweli vitendo hivi vimejitokeza, ndio maana tukatoa tahadhari hii. Imeendelea kujitokeza Ingawaje ndio tunaendelea kuvikabili, lakini vitendo ni kweli vimeendelea, vimejitokeza, ndio maana tumeamua kutoa taarifa hii kwa umma. Pengine kuna <gaino> takwimu yoyote kwamba watu waliojihusisha navyo ni wangapi, wamekamatwa? Labda pengine ya ni kweli wapo, lakini kitakwimu nafikiri wapo tu, tuelewe wapo, na karibuni tu tuli, tulipata tuli mtu mmoja ambaye current